Hongera kwa ushindi, tuambie namna ambavyo mchezo huu umeutazama na kupata nafasi ya kutinga hatua inayofuata. Tunayo furaha kubwa Simba Sports kufanikiwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB furaha hii inatokana na kwamba tumetimiza malengo hayo ya kutinga robo fainali, lakini kama haitoshi tumefanikiwa kumaliza mchezo huu salama na mnyama ametinga robo fainali. Inawezekana maswali yakawa mengi, imekuwaje ushindi wa magoli mawili? Kwanza lazima tuwaheshimu wapinzani tuliocheza nao na wenyewe walikuwa wana ubora wao wana mwalimu mzuri e, Zuberi Katwila ambaye ana uzoefu mkubwa na mpira wa Tanzania, kwa hiyo anafahamu mbinu nyingi za namna gani anaweza kumzuia mpinzani, lakini Big Man vilevile na wachezaji wengi wenye uzoefu wa hali ya juu e, ambao wana uwezo wa kufanya mambo makubwa katika mchezo na wakapata matokeo. Kwa hiyo bora wao, na wenyewe Big Man umeweza kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwasaidia kupata e, walao bao moja mbele ya Simba Sports na kuwa ndo timu ya kwanza kupata goli mbele ya Simba kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza, lakini sisi kwetu Simba tunayo furaha kubwa, tumefuzu kwa sababu uh, tumeweza kucheza mchezo kwa kutumia akili kubwa zaidi. Mechi ya leo haikuwa mechi ya kujiagalula sana, haikuwa mechi ya kujiachia, haikuwa mechi ya kupambana ile kwa roho yote, ilikuwa ni mechi ya kucheza kwa mahesabu makubwa kwa sababu tuna safari na kibarua kikubwa huko mbele yetu. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo lengo kuu alikuwa kumburudisha mtu, lengo kuu lilikuwa ni kupata ushindi na mnyama kufuzu. Tumefuzu, tunafurahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaangalia kile ambacho kiko mbele yetu. Sisi tunaomba kila siku Joshua Mutale aweze kurejea katika ubora wake. Tunafahamu sisi Simba ubora wa Joshua Mutale, na tunapomwona anaanza kunyanyuka namna hii tunafarijika, kwa sababu tunajua atakaporejea kwenye ubora wake ule aliokuja nao kutoka kwao Zambia, itakuwa ni maafa makubwa kwa wapinzani, lakini kama haitoshi itakuwa ni faraja kubwa kwa Simba Sports Club. Hebu jaribu tu kuvuta picha, Joshua Mutale anakuja ana, ana kwenye utimamu na ubora wake, alafu huku na Joshua Mutale, huku una Volcano Elimpanzu, panzu, huku una Kibu Dennis Prosper, huku una Ladak Chasambi, ndio uongee <laughs> kwa kufumba macho. Kila ukiangalia kwenye kikosi cha Simba unaona mbuzi. E, wachezaji wetu kusema ukweli, wana huo ubora wa kumtisha mpinzani kiasi cha kuona ni mnyama na sio binadamu. Kwa hiyo yote hiyo, sisi wanasimba tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu sana, Joshua Mutale aweze kurejea kwenye ubora wake. Akisharejea kwenye ubora wake, na mimi kwa hili ni, ni, ni, nipende kuwapongeza wanasimba. Wamekuwa ni watu ambao wanamsapoti sana Joshua Mutale, hawamkatishi tamaa muda wote wamekuwa wakimshangilia, muda wote wamekuwa wakimpa matumaini na moyo, na muda si mrefu Joshua Mutale atarejea kwenye utimamu wake na atakuja kuisaidia Simba Sports Club kutimiza malengo yetu. Malengo yetu ni yale ambayo tuyaweka wazi, ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ubingwa wa CRDB pamoja na kuvuka kutoka robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Tumewaona hapa <muchimu> amerejea jana, uh, Che Malone baada ya kufanyiwa matibabu nchini Morocco. Kwa hiyo uh, kwa sasa anaendelea kufanyiwa nursing uh, aendelea kufanywa nursing na madaktari wetu hapa huku akipitia ripoti ya kitabibu ambayo ametoka nayo Moroko ili tuweze kujustify ni kwa muda gani ataendelea kukaa nje, lakini kwa sasa e, ataendelea kuwa nje, kwa maana ataukosa mchezo wa tarehe mbili dhidi ya Al-Masri na hata kuwa sehemu ya wachezaji ambao wanasafiri usiku wa kuamkia leo kuelekea Misri kuwafuata Al Masry pinpin anaendelea pin pin vizuri, na ndio maana hata aliweza kujumuika na timu yake ya taifa ya Gine. Ya, ya yeye hana mashaka na tutakuwa naye Misri samaji ndiyo taa inaendelea kuwaka nyekundu kwamba ubingwa wa CRDB Simba na utaka kweli kweli. Ya, ubingwa wa CRDB hatujauchukua muda mrefu eh, kwa hiyo ni, ni katika makombi ambayo tunayahitaji sana na kama haitoshi mwaka jana tumeishia hatua kama hii kama sikosei dhidi ya, ya Mashujaa. Kwa hiyo kuvuka kwanza kutoka hatua ambayo tulikwama msimu uliopita, msimu huu kufika robo finali tayari hayo ni, ni, ni, ni, ni development ni maendeleo kwa upande wa timu yetu. Sasa robo finali si sehemu ya kuizungumzia Simba Sports. Nusu na fainali yake na ubingwa ndio vitu ambavyo Simba tunataka kuviona kwenye kombe la CRDB. Kwa hiyo tumefuzu